Yupo dada mmoja mkenya anajiita Batuli na nafikiri hii klipu nimeiona hata kwenye kundi la wabunge wa CCM wa wa ikisambaa. Mimi niliona mapema. Huyu dada anasema hivi yeye ni mwanaharakati na anapenda sana uanaharakati na anaposikia kuna mambo ya uanaharakati hupenda kujipeleka. Sasa alivyokuwa kwao Mombasa, akaona kundi la wakenya wenzake wanaji wanajikusanya kwenda kwenye ubalozi wa Tanzania, kwenda kupiga kelele kuikashifu serikali na kumkashifu rais wetu. Yeye akaenda, lakini alipofika kule, mazungumzo yale yaliyokuwa akizungumzwa pale, akagundua kwamba wote hawa wanaojifanya ni wana harakati, kumbe wanalipwa na wazungu, wanalipwa na wazungu kuja kutuchafua. Lakini sasa mimi nikajiuliza, hivi kweli huyu mtu anaitwa Martha Karua na wenzake wote, hela ilivyo ngumu kiasi hiki apate hela ya kupanda ndege aje kwetu Dar es Salaam Tanzania, akae kwenye mahoteli, apate kula chakula. Kwa mapenzi gani na Watanzania? Kuanzia lini anatupenda huyu mtu? Hizi ni fedha wanazopewa, na kwa kuwa sisi tumeshawatambua mimi nipongeze sana serikali watu kama vile wakija tena, badala ya kuwarudisha, tia ndani. Kila mtu kwenye dunia kuna seti mbili tu za sheria international law na domestic law. Domestic law zinabakia katika uwanda wa Kitanzania. Hatutaki mtu mwingine atuonee huruma atupende, kwa sheria zetu za ndani tuwacheni wenyewe na sheria zetu za ndani. Hata hizo sheria za kimataifa ni mahusiano tu. Sasa wewe Martha Karua, ndugu yangu, una tui lako jikoni huko hujalimaliza, unakuja kutafuta ugali wetu wa nini ni. Na haya mambo, haya mambo haya tukisipoangalia vizuri, ndio wanaoleta chokochoko ndani ya taifa letu.